Kwenye vyumba vya maelezo kwa kocha na benchi la ufundi kwa wachezaji kwa ujumla hali ikoje Tabita, na nini kinaendelea hapo Fountain kuhusiana na John Nobo? Tunatakiwa tujaribu kwa kuwalinda wachezaji wote. Kosa kilichotokea jana kimetokea, lakini half time nadhani mliona kurudi tena uwanjani. Halftime kulikuwa na heka heka kubwa sana, na kujaribu kumsaidia ilibidi tumweke kwanza pembeni, kwa sababu labda yangekuwa mambo mengine. Sasa hivi tumeongea, tunaongea mambo mengine. Aa, unaona imekuwa hivyo lakini kwa ajili watu wanavyoongea ni vitu vingine tofauti na iulikuchukulia ya swala zima. Hii taarifa ya wachezaji kipindi cha pili pale, wakati mkiwa half time baada ya kipindi cha kwanza walitaka kugombana na, na John Nobo, na ndipo uongozi na benchi la ufundi likaingilia kati, taarifa hizi ni za kweli? Na pengine ni kwa nini ilitokea hivyo? pia kulikuwa na namna ambayo wachezaji walikuwa wamepaniki wa kidogo, of course, naweza akasema hivyo, lakini um, baada ya muda kidogo mambo yakatulia, na ndio maana leo tumemweka pembeni kidogo kusudi upepo upite, alafu tutakapopata ripoti kutoka kwa kocha, then tutamwita kwenye kwenye um, kwenye meeting naitakanaye, alafu tuwasikilize wote. Kwa hiyo uh, mi nafikiria, tusiseme kwamba, naona watu wanasema amefukuzwa, amefukuzwa. Hapana, tumeamua kumweka pembeni kidogo kusudi tuweke upepo uh, uke vizuri kwanza kambini kwa hiyo pembeni, kwanzia jana. Anaishi wapi, si kambini na yuko wapi? Sio, yupo yupo, of course. Babati ni pakubwa sana, kuna mahoteli kuna kila kitu. Kwa hiyo uh, yupo salama. Taarifa hizi za upanguaji wa matokeo kwamba alishawishiwa na upande wa pili, kwenu mmeanza kuzichunguza au kuna viashiria hivyo mmeviona? Uh, sisi lazima tupate ripoti kutoka kwa, kwa, kwa technical bench wenyewe kwa sababu hawezi kumtuhumu mtu moja kwa moja lazima tupate ripoti. Tukipata ripoti, ndio tutajua tutafanyaje, hata atafanywaje na tutafanya kitu gani. Imebakia michezo mitatu kwa Fountain kumaliza ligi, siyo? hali ni mbaya, mipango ikoje? kuamka usingizini. Haya, CEO naona uh, mawasiliano si mazuri ametoka hewani, lakini tumepata kitu yeah. kwa kile ambacho amekizungumza Kilomanga ni kweli kabisa mm. Sasa Wilson John Ruma anaitwa tabita Kidawawa. Unaanza kukokota mpira CEO <laughs> <laughs> wa Fountain Gate <laughs> eh. Sawa, Oruma, tumemsikiliza Kidawawa kwa kila ambacho amekizungumza na macho yako yaliona kila ambacho kimechomoza. Wanasubiri ripoti ya mwalimu kujua kama kweli John Nobo alirubuniwa ama ilikuwa tu ni hali yake ya siku mbaya mchezoni. Wewe, macho yako yaliona nini Wilson Oruma? Na kwa kumrahisishia tu Wilson Oruma, <laughs> kwa kocha wa Fountain Gate amekiri wazi wazi kwamba namrahisishia katika maelezo yake kwamba alichokifanya Nobo si cha hali ya kawaida haikubaliki, na unamsikia pia CEO kuna hiko ambacho anakizungumza hapo, akasema baada ya Nobo kuwa ametolewa kiwanjani mm, baada ya zile goli mbili um, ilibidi hapa, ambacho hajakisema, lakini hii ni kwa mujibu wa taarifa mimi ambazo niko nazo ndio ilibidi kumlinda John Nobo dhidi ya wachezaji wenzake kwa sababu walikuwa wanataka kumpiga, na amesema hivyo, amesema, amesema hapo eh, amesema half time pale wakiwa ndani wanataka kumzaba makofi, walikuwa wanataka kumchalaza eh, makofi eh, John Nobo alitaka apigwe na wachezaji wenzake John Nobo. Hii nakueleza kwamba hata wachezaji wenzake waliona kwamba vitu ambavyo vimetokea sio vitu vya kawaida, siyo makosa ya kawaida kwa golikipa wa kama ya, ya John Noble. Na, mimi, mimi, mimi labda lawama zangu kwao Fountain sio kwa sababu pia kwa mujibu wa taarifa ni kwamba aa, siku moja kabla ya mchezo John Noble aliondoka kwenye kambi ya timu. Mm. Unaelewa? John Okay. Sasa ambacho mimi ninaweza nikawalaumu wao kwa nini kwenye mazingira kama haya? Alafu stili bado wamemruhusu John Nobo akae Bolibu langoni. Mm. Sio? Kwa nini asingekaa parapanda baada ya kuona hayo mazingira? Usimenelewa? Kwa sababu kwa hali ambayo uh, Fountain wako nayo ya kupambania kubakia kwenye ligi uh, un, wa, viongozi wanapaswa kuzingatia details ndogo ndogo. Wamebakisha mechi tatu ndio wana mechi dhidi ya Coastal Union, wana mechi dhidi ya JKT mm, wana mechi dhidi ya, um, Azam. Ah, shughuli ndefu hiyo. Sio? ikiwemo na mechi na mechi ya jana, kwa hiyo walipaswa kufuatilia details ndogo ndogo, mwenendo wa kambi yao ikoje, mnapata taarifa goli kipa mnayemtegemea ametoroka kambini, alafu bado siku ya mechi mnampa nafasi ya kucheza. Nafikiri ile peke yake ndio ilipaswa kuwa ni disqualification, na mnamweleza kabisa So, so, hiyo ndo se, eneo pekee ambalo mimi naweza dakika chache tu kwa taarifa content yako, e, tutakuja kwa Zuberia kwa tu, kwa, kwa yako unaamini kwamba kuna vitendo ambavyo vya rushwa vimehusika. Mimi ninachosema eh, kama goalkeeper ameondoka kwenye kambi ya timu, sio? halafu yanakuja kufungwa magoli kama yale ambayo yamefungwa, mimi kabla kuanza kumlaumu goalkeeper mimi kwanza na walaumu viongozi wa Fountain. Sawa. Zuberi Jogi, inaweza ikawa ubora wa Yanga ndio imepelekea udhaifu kwa Fountain Gate kufungwa hayo magoli. Sina hofu na hiyo. Wajua, Yanga kama nisi wa sindano, natafuta mshipa tu kuchoma. Mm. Quick pass za ubora wao wa kucheza, uwezo wanavyocheza, timu inavyounganika, makosa yanayolazimisha kwa wapinzani, ila kiubora uwanjani ndio yanasababisha makosa kama ile ya John Nobo. Mm. Tumeona makosa hayo alisingiziwa Manura tumeona makosa hayo, ziko baadhi ya timu za Manura, ndio alimpoteza Manura. Sasa tunajiuliza ni kwa nini lazima watu waheshimu na watu wanaocheza kama Nesi wa sindano, lakini unarudi ndani, pengine tuangalie mchezo mzima. Hata baada ya kutoka Nobo, nini kiliendelea? Bado bado unaona Fountain Gate walilowekwa, hata baada ya kuondoka John Nobo. Lakini tunaangalia kiapi, makosa ambayo yalimfanya mpaka John Nobo afikiwe ni makosa ambayo yanaweza kufanywa na mlinda mlango yote moja ya makosa makubwa katika mpira wa miguu ni kuruhusu mpira kudunda. Mpira wa kwanza umepigwa, Nobo karuhusu kudunda, umeugonga, umesogea mbele, mtu ka-anticipate, mzizi kafunga. Mpira wa pili makosa ambayo kwa tuweza kusema ni makosa ambayo kama ya mtoto wa shule, yuko na mpira baada atoke nao nje, karudi ndao kwa deep saving, watu wamenasa, wameika ndani. Sasa ni makosa ambayo pia anaweza katukana na ina mechi hiyo, lakini tukisema, eh, haya, eneo la lalamiko yasema lalamiko sio kitu kibaya, lakini pia eneo la lalamiko kama ni ukweli na sio kitu kibaya, lakini uhalisia mpaka hali inakuwa vile wat wa mpira anauliza, kwani mpira ukimpita golikipa lazima liwe goli? Kwa uhalisia kwa kwa kwa. Eh, wana mapungufu maku alirudi ndani kufanya nini? Na mpira upi ule ambao alitaka kugeuka nao kwenye box. Mkwani? ile imefanyika kwa goalkeeper wetu kapeana wazi wazi, sio sema tumeumiliki Yanga first half, lakini uh, ile hata kama ni timu gani kufunga bao za kupeana kama hizo huwezi rudi kwa mchezo haraka sana, kulingana kwamba wachezaji ambao tunacheza nao wamekufa moyo pale. amefanya yeye mwenyewe anaweza kutuambia kwa nini amekuwa na hiko kiwango, lakini amefanya makosa ya makusudi eh. Anasema hivyo kocha Robert Matano, hmm, wa Fountain Gate ticha tiga na Lukinja uh, Matano anakiri kus, na kusema kwamba goalkeeper wake amefanya uh, kuruhusu magoli mawili kwa makusudi aina ya magoli ambao wamefungwa na kauli ya kocha Namu. Unaona vinaendana aina, ama ni kulingana na quality ya Yanga mm, pamoja na quality ya Yanga ambayo iko bora ile alihitaji darubini kulikuza, lakini huwezi kumwondoa golikipa kwenye makosa. Eh, makosa mawili ambayo amewagharimu golikipa amehusika moja kwa moja. Sasa kuhusika kwa eh, kanuni za kimchezo au kwa kurubuniwa ni kitu kingine mm -hmm. Kwenye kurubuniwa siwezi kuthibitisha hilo, lakini kwenye kanuni ya mchezo ameonyesha kiwango kidogo sana kwa golikipa mkubwa kama yeye cha mm -hmm. Ja, kwanza eh, kupangua mpira mwepesi wa kichwa kuleta sebleni, ambapo yule ambaye kafanya uh, striking huwa anakuja yani, sikapiga mpira wake anakuja kuufukuzia, it is obvious kwamba ataku, atakufunga kama utaurudisha pale sebleni, lakini ukiangalia kichwa alikipiga Dube, aliyekwenda ni mzize, maanake pale palikuwa na ma-strikers ambao waroho kama mzefisi wanavizia dosari ya golikipa waweke mpira wavuni. Hilo ni goli la kwanza ambalo e, uwezi ku kuondoa udhaifu wa golikipa kwenye kutema sebleni kwa golikipa mzoefu kama John Novo. Kwenye goli la pili eh goli la pili ambalo mimi sasa namuona na, na, na ni makosa ya kitaalam ambao moja kwa moja yana uhusiano na, na kurubuniwa wala nini. Mara nyingi kwanza, e, makipa makipa mara nyingi kwenye training zao hawachezi game tunaoita rondo. Rondo. Rondo hii safa bwege. Yeah. E, ndio msingi mkubwa wa kutengeneza pattern ya kucheza kwa timu yoyote, lazima katika training session yako iwepo. Faida ya Rondo inakupa confidence, kama kuna mtu anakuattack mbele anaziba njia, unaweza kufanya distribution e, kwa maana kupeleka kushoto au kulia. Sasa yeye alivyozongwa e, na mshambuliaji Katani kuingiza kwenye box akiwa anataka kujivunia kuruhusu acheze kwa mikono baada ya, e, e, ya pale pasi yake ikawa sio sahihi katika upande aliopeleka. Kwa haya ni makosa ya, ya kwake, lakini anachangiwa na haiba ya moja kwa moja ya magolikipa. Lakini behind hapo e, unaweza ukasema kitu kimoja ambacho naweza kurudi nyuma wakati wa uhamisho uhamisho wa, e, wa wachezaji wakati huo wa, yeye alikuwa Nobo, alikuwa anacheza na niu Tabora alikuwa anacheza Tabora, kuna moja ya timu ili muhitaji Nobo katika kuomba ushauri kwa maana consultation, watu tulienda kugusa kwenye udhaifu kwamba Nobo ni golikipa mzuri inapokuja kwenye uh, short stoppers, kuzuia mipira inayopigwa kwa kutumia mikono, lakini kwenye footwork hayuko vizuri. Kosa la jana linachangiwa na kukosa kuwa na matumizi mazuri ya miguu. Nakumbuka moja ya viongozi kwenye hiyo timu ambao walikuwa wali, wali na mhitaji, wakaomba ushauri, alipiga simu na kusema, mlichokizungumza miezi kadhaa nyuma, mimi nakubaliana nacho kwa kosa kama hili. mm -hmm. Oh, okay. hey, Maestro, kocha, a, a, a CEO Kidawawa amesema wanasubiria uthibitisho wa kocha ili aweze kujua kama kweli alirubuniwa uh, goli kipa au vipi, lakini matano anasema ni makosa ya makusudi. Maana yake amethibitisha ya yalikuwa ni makosa ya makusudi. Makosa, makusudi yanasababishwa na nini? um, naomba ni, ni, ni share kidogo alichpo, alipo alipoanzia mwalimu, mm. mm. ticha Tiga, na kwamba Tiga amezungumzia kuhusiana na uh, performance na ama na quality ya Young Africans no doubt goal lakini wangechelewa wangechelewa wangeweza kupata uh, na nadhani walio rahisishia zaidi mm. yeah, in terms of quality hawana uwezo, wasingeweza kuifunga Young Young Africans. Young Africans ni be, far better yani kuliko wao mara ngapi huko mm. lakini lakini uh, Nobo kwa alichokifanya ni kwamba imemuonyesha kwamba amekosa uh, professionalism kwa sababu, ukiangalia mpira wa kwanza ambao ameutema kwanza, haukuwa na nguu sana ule mpira, kwa kuutema katika ile ngumu kwa golikipa wa kaliba yake alafu Bwana, mapya yameendelea kuibuka mara tu baada ya mchezo wa ligi kuu Tanzania bara ukiwakutanisha wenyeji Fountain Gate katika uwanja wa kwa raha pale Manyara Babati, baada ya kikosi cha Yanga African kuibuka na ushindi wa goli nne. Makosa ya kibinadamu makosa ya kimakusudi, mpaka imepelekea watu kusema kwamba goli kipa wa Fountain Gate ameuza mechi, ndiyo yaliyoonekana na ndiyo ambayo yanajadiliwa sana, kwa sana. Sasa kwa namna ambavyo goli la kwanza lilifungwa, aziziki alipiga faulu, ikapigwa kichwa, lakini goli kipa akamtemea mtu miguuni, mwisho wa siku nzinzi akapachika uh, goli la kwanza, lakini goli la pili linakuja kufungwa E, tunaona golikipa amerudishiwa mpira e, na mchezaji wake, lakini katika eneo ambalo alikuwa na uwezo wa kucheza ule mpira mbele, yeye akawa anajaribu kurudisha katika box. Mwisho wa siku e, mtu akapress azizikia na kuja kufunga goli jepesi kabisa, na baadaye kipindi cha pili, baada ya golikipa huyo kutolewa, wakaruhusu magoli mengine mawili na kutamatika kwa ushindi wa goli Nne, kwa sifuri. Kocha wa kikosi cha Fountain Gate, Robert Matano, amethibitisha kwamba uh, golikipa wake e, amepeana, yani ni kwamba ana mtuhumu moja kwa moja kurahisisha mchezo huo na kufanya uh, Young Africans waweze kupata uh, ushindi kirahisi wa goli zao 4 kwa sifuri lakini pia CEO wa kikosi hicho cha Fountain Gate ameweza kuthibitisha kwamba uh, golikipa huyo amepunguzwa yani, amepumzishwa, ameondolewa katika kikosi mara tu baada ya mchezo huo kutokea, na hiyo e, ni kwa ajili ya usalama wake zaidi, kwa sababu kipindi cha kwanza a, kipindi cha mapumziko, mara tu baada ya wachezaji kuingia katika vyumba vya kubadilishia nguo e, wachezaji wa kikosi cha Fountain Gate walianza kumzongazonga e, walianza kumpa kashikashi kidogo. E, golikipa huyu e, kwa ajili a, ya yale makosa aliyoyafanya na nawajua wachezaji wa Fountain Gate e, kama kina, kina Salim Kihimbwa, Edgar William, lakini pia Jafari Idi Kibaya, bila kusahau Ntenje Arbano e, na imani wachezaji hao walikuwa washagadhabika na tayari walikuwa kufanya chochote kwa sababu ni wachezaji ambao huwa waogopi kufanya chochote eh, kwa maslahi yao wenyewe au kwa maslahi ya timu yao. Lakini asio anathibitisha kwamba wamempunguza katika kikosi na wamempumzisha mpaka hapo kocha atakapothibitisha kwamba alichezesha, yaani alipanga matokeo, ndipo watatoa uamuzi wao.